<laughs> Why kwa wananchi do I have to have anything kwa wananchi kwa wananchi, um, kwa kwa kwa watu wote, I mean, I mean, uh, well, I am happy I am happy and I am, i'm proud of him pia you know kwamba um, for a very long time naweza kusema kwamba watu wamekuwa wakiwakiweka wakiweka hii beef, beef yetu yani, wamekuwa wakiitumia sana kama kigezo cha kigezo cha wao wenyewe kuongeza followers, kwa sababu mtu anaweza akatokea from nowhere akaanza kumtukana Nasibu, akajipatia followers wake wa kutosha, akaanza kunitukana mimi kwa sababu ya Nasibu, akajipatia followers wake wa kutosha. So naweza kusema kwamba for a very long time tumekuwa tukiishi under the shell kwa sababu ya watu maybe kwa sababu ya, ya, ya fans you know but then um, we have not been able to to live our lives the way we want to live them. Unanelewa yani kwamba hatuko free. Unajua um, just a minute ago nilikuwa nafanywa interview um, na Faraji akaniambia akanambia, akawa ananiuliza swali la hivyo hivyo na nikamwambia nikawambia kwamba for a very long time mimi nimekuwa nikiishi under the shell, nilikuwa nikiishi under the shell kwa sababu vile tulivyo tumeachana achana na Nasibu, yani bado kama tuna kama miezi mitatu miwi, miwili mitatu hivi um, nilikuwa hata nikisikiza nyimbo za Nasibu, yani nikiwa nasikia nyimbo za Nasibu niko mbele za watu najifanya sizipendi. You understand and um, in real sense mi napenda sana nyimbo za Diamond sana, yani unaona I happen to be a Diamond fan. Apart from mimi kwa na mapenzi naye. Mimi kwa na mapenzi na Nasib. Okay. You understand? Lakini napenda nyimbo za Diamond. Nampenda Diamond kama mwanamuziki. Mimi nilikuwa napenda kamwambie, nilikuwa napenda Mbagala kabla hata sijaanza na mapenzi na Diamond. Na mimi na Nasib. So when me and Nasib got to know each other, tukaanza na mapenzi I fell in love with Nasib. Diamond kama Diamond anabaki kama an artist. I fell in love with Nasib. So, for a very long time nimekuwa nikiishi under the shell just to please people because nikisikia nyimbo za Nasib ati siwezi kuimba. Inabidi nikaze, yani kwamba siwezi, yani na, na vimba. You understand? Lakini mwisho wa siku najikomoa mwenyewe kwa sababu nikikaa kwenye gari nitaimba. You understand? So, ata nilivoimba mara ya kwanza watu wakanishangaa wakaona imekuawje kaimba. You understand? Lakini I am happy and I am, I am kidogo relieved na isi, kama vile kuna mzigo umetua, kwamba yo, we cool, you know, we friends. Yani, we can, we can, we can support each other Ab, yani, regardless hatuko kwenye mapenzi hatuko kwenye nini hatuko kwenye relationship, lakini we can support each other. You understand? So um, uh, leo hii Yani hata leo hata mtu akiniona maybe nampost Nasibu, kwa sababu ilileta ili ilileta maneno sana nilivyompost tu, hata vile uzalendo. Yani hapo sijapost hata picha yake ya BT, nimepost logo ya BT nikaandika uzalendo kwanza. Yani ilileta maneno sana so so that was like okay, so, people want us to live like this. Yani watu wanataka sisi ndo tuwe tuna mabifu kila siku, it's not like sisi ndo tunapenda you understand.